Unataka ufanikiwe na hauungami, brother? Labda akaroge, labda ukaroge, labda ukazindike, lakini silaha ya mfanyabiashara ni sakramenti ya kitubio. Silaha ya ndoa yenye furaha ni sakramenti ya kitubio. Silaha ya kuwa imara kazini sakramenti ya kitubio. Katubu ili shetani asiwe na uhalali wa kukushtaki. Unajua kinachosababisha shetani anawakamata watu wengi ni kwamba ana dhambi zao na anavitumia zile dhambi zao kama uhalali wa kuwashtaki kwenye ulimwengu wa kiroho kwa hiyo anapokuta una dhambi, ana uhalali wa kukushtaki na kukutungia sheria ya aina yoyote, kwamba kupitia hili kosa alilolifanya tunamfungia baraka zake, kupitia hili kosa, kupitia hii dhambi, tuna uhalali naye na kizazi chake. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali aziungamaye atafanikiwa. Sasa hatafanikiwa kwa lipi? Bibilia haijaweka wazi, ni kwamba ni kama imesema kwamba hatafanikiwa kwa lolote, huyo ambaye amefi, ameficha dhambi zake. Kwenye familia yako, ninaomba uwe kuhani wa kiroho wa familia yako, kuhani ambaye Mungu atamtumia kupitisha ujumbe wake, kutoka kwa Mungu kupitia kwako kuja kwenye familia yako kutoka kwa Mungu, kuja kwako kwenda kwa watoto wako, kutoka kwa Mungu, kuja kwako na kwenda kwenye biashara yako, kutoka kwa Mungu kupitia kwako, kwenda kwenye kazi yako. Uwe rafiki wa sakramenti ya kitubio, uwe rafiki. Ni sehemu salama ambapo wewe mwenyewe unaweza ukajinasua.